Katika uwanja wa Tononoka, kaunti ya Mombasa, waumini wa dini ya Kiislamu walikongamana kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Fitri. Waume kwa wake, wakubwa kwa wadogo wote walifika hapa ili kuadhimisha sikukuu hii na inayoashiria mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ashukuru Allah subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tuomba Uh, saumu zetu ziwe za kukubalika na ibada zenye kufuzu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eh, tunashukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alituwezesha leo kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa amani, na alhamdulillah, leo tunafurahi kuwambia ulimwengu mzima wa Islamu wenzetu Eid Mubarak. Mwenyezi Mungu atutakabalia amali zetu huku waumini wakikumbushwa kuwakumbuka wasio nacho katika jamii. Viongozi wa kisiasa walijiunga na maelfu ya waumini katika uwanja huo, wakiongozwa na waziri wa madini Ali Hassan Joho na mwenzake wa michezo na maswala ya vijana Salim Mvurya, viongozi hawa wakiwatahadharisha vijana dhidi ya kujiingiza katika makundi ya kigaidi yanayoweza kuathiri maisha yao ya usoni. Unajua, ujana ni moshi, ujana ni maisha yenyewe ni moshi na usipotumia huu ujana vizuri, e, utakuja na majuto makubwa, there will be God forbid great regrets kwa sababu ya matendo yako. Aidha, wamewahakikishia wakenya kuwa serikali ya Kenya kwanza ni ya kila mmoja, hivyo wakenya wote wanajumuishwa katika serikali ya kitaifa. Serikali ni ya kubeba kila mtu kwanza, tunafaa tuseme we want to see more representation zaidi, kila mtu na tukubali kwamba tumekuwa wengi, na katika mambo ya uongozi ama uwakilishaji, kitu kinaitwa representation is very critical. Yani kila mtu ajisikie mimi nimewakilishwa kwa njia moja ama ingine, na mimi I feel encouraged that we now have a broader conversation, kila mtu mini wa Kiislamu kutoka kaunti mbali mbalimbali walijitokeza kwa wingi ili kuhadhimisha siku hii muhimu katika kalenda ya Kiislamu. Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi aliyejiunga na Waislamu katika kaunti ya Kilifi, akiipongeza serikali ya kitaifa kwa juhudi zake katika kuhakikisha kuwa kuna ustawi wa amani katika mataifa jirani kama vile Sudan Kusini. Siku mbili tatu zilizopita, Mheshimiwa Rais William Ruto Alikuwa na kikao cha usiku mpaka saa sita za usiku usiku wa manane, akiendesha summit ya marais kutoka East Africa na South Africa kwa sababu ya fujo kule DRC, Sudan. Ndio hiyo. Na huku Wakenya wakiendelea kusherehekea siku hii ya Eid. Sisi kama runinga ya Undugu tunawatakia Eid Mubarak ya kufana. Mary Kialo, Undugu TV.